Ladies, ladies and gentlemen, kuna kuna wimbo mpya ambayo Marioo angeweza kutoa, lakini imesemekana kwamba wimbo huo umechelewa sana kutolewa kwa sababu ya mpenzi wake Marioo. Kuna baadhi ya vipande kwenye u wimbo ambavyo yeye mwenyewe vipendi, na kumlazimisha Marioo atunge wimbo huu mzuri, atoe vile vipande na kupachika Vipande ambavyo yeye mwenyewe anapenda. Kwa hivyo wivu wa Paula wamchelewesha Marioo kuachilia wa video mpya. Kwa hivyo ni video mpya ambayo Marioo angetoa, lakini imecheleweshwa kwa sababu ya mkewe ama mpenzi wa Marioo. Amesema ya kwamba katika huu wimbo kuna baadhi ya vipande ambavyo yeye mwenyewe apendi, na hivyo akamlazimisha E, Mario, kuweka vipande vizuri ambavyo ye mwenyewe anataka. Kwa hivyo hiyo ndio mahali tumefikia pata, ya kwamba unashurutishwa kufanya kitu ambacho ye mwenyewe unaona ni kizuri, lakini kwa mwingine akiona ya kwamba hata kama ni mapenzi eh, ni mateso fulani. Langu jina asalia kuwa Maskini Msomi.